Mtazamaji mtazama tukisonga mbele ni kwamba anacho chama cha wahasibu nchini, ICPAK, sasa kinataka uchunguzi huru kuhusu sakata ya ajira katika mamlaka ya afya ya SHA. Hii ni kufuatia kuripotiwa kwa Andrew Rotich aliyefichua ulaghai wa mabilioni ya pesa alitupwa nje ya orofa ya walioteuliwa upya kwa ajira. Ni kwamba Rotich, ambaye awali alikuwa naibu mkurugenzi wa ukaguzi katika SHA, anaripotiwa kupoteza kazi baada ya kufichua sakata hiyo. Ben kiruya na anaarifu ICPAK ni wa hivi punde zaidi kuongeza sauti zao na kutaka maelezo kuhusu mchakato wa ajira katika mamlaka ya afya ya jamii SHA ambao unazidi kukumbwa na utata. Hii ni kufuatia kutupwa nje kwa jina la Andrew Kipkirui Rotich kwenye orodha ya walioteuliwa karibuni kwa mchakato wa ajira upya. With a lot of concerns, media reports that our member, CPA Andrew Kipkurui Rotich, who is currently the Deputy Director of Forensic Audit and Risk Assurance, has lost his position at the Social Health Authority, SHA. Chama hicho cha wahasibu sasa kikitaka maelezo ya kina kuhusu sababu ya jina la Rotich kuondolewa, licha ya kufuzu kuwa bora kwa mahojiano ya mwezi aprili iliyompa nafasi kuwa naibu mkurugenzi wa ukaguzi he has diligently served the nation from his early years at the defunct nhif through to sha he was part of the audit team that revealed suspected irregularities in medical billing within kenya public health system Rotich si jinageni alikuwa miongoni mwa wakaguzi walioanika sakata la ulaghai wa mabilioni ya pesa kupitia bili za matibabu na kusababisha kufungwa kwa zaidi ya hospitali 1300. Kuondolewa kwake katika orodha mpya ya ajira kumezua maswali mengi. As an institute we demand fairness for CPA Rotich and we urge the social health authority and the ministry of health to uphold fairness, justice and due process in the case of CPA Rotich. Mbali na Rotich, manaibu wa kurugenzi wengine wawili Ruben Mutwiri Mutura na Halima Gurai Sanei pia wanaripotiwa kuwa nje ya orodha ya walioteuliwa upya baada ya mahakama kuamuru marudio ya mchakato wa ajira wa Aprili. Ben Kirui, runinga ya Citizen.